Biyaji, basi abasi chogangu basi tuvije uba ili ije fanya ili. Haraka haraka basi alo ubao eh. Eh, safi eh, eh, bi... mzima nakwambia, aji sikiza, njoo na inji yabasa hapa. Kuna mtu ngoti tumekuta barabarani guga najari fanya eh, haraka niko na shoga yangu hapa, nakuambia ni na haya lake mbaya. hey, tunakuta kalala hapa, maskini kakaa watu wajiwezi. Hebu fanya haraka! hey, jamani, anakuja eh. anakuja oh.

Sasa, sasa kule nikakutana naye, naomba pesa zangu, wakanchangia. Alipopita kule ni chini kule kwa Mwamba Bakari kule. Na, na mshukuru kuna dada mmoja akanisaidia ndo akanipeleka hospitali. Hmm. Afu huyo akakimbia. Yaani unajua nitaweza nini? Yaani tagia upo jina. Yaani mume wangu tangia siku ya kwanza nitaongeza waitwa matatizo, nikasema haya ni matatizo. Niliyakubali tu. Mse, mke wangu matatizo si simet... mjito nilio batizwa na wazazi wangu. Nisikize mume wangu. Haya maisha sio kwanza. Unaelewa? Kwanza kabla ya yote. Jana umechelewa kurudi. Umerudi mbona na mangeo? Nashukuru Mungu nimekusaidia mpaka sasa asubuhi. Asubuhi asubu, yenyewe umeamka. Baada ya

Me, ah, yeah. Yeah, hayawezi, waweza wa hapa, inabidi uondoke kama tulivyokwambia. Kwanza utakapofika nyumbani mkeo utamkuta kasha kufa. Kufa. Kufa. Oh, si usiku mkeo akiwa hata kama basi ndo hivyo ka utamkuta kafa. Tuondoka. Ondoka, mimi ondoka, nitakubali naondoka, lakini ondoka, nitapambana ondo, mwishokuba takubali kabisa, mke wangu nitamkuta, nasema nitamkuta mke wangu mtalijua nani, mtamkuta mke wangu Aa, karibu ndugu wangu. Nisha karibia yule bwanangu, sindokaniacha shida nini tena neno mm. ya watu dada, nani tena hata na ajulikani nani anaongea Ndo hivyo, kaja tumegombana, mizozo tele, tukaongea hapo, akasema au tuachane. Kavi kama kuachana, sawa, kama ndo alivyoamua, mi siwezi kung'ang'ania, bora pia mzigo wa dhambi udugu wangu umekuondokea. Maana yule mtu alizidi, maana kakuuganda yeah. Mm, nashukuru. Maana yule naye alikuwa kinganganizi alikuwa na heka heka yangu. Ah, shoga mwenyewe pia nimechoka, maana kila sehemu alikuwa tuko hivi, kila sehemu tuko hivi, mpaka watu pia wani discuss. Mm, nimechoka, nashukuru pia. Afadhali. Kwa hiyo usiku sasa hivi kama kawaida ah, ah, kama like kawaida tusitoke, kwa nini? <laughs> Itakuwa vizuri pia eh, hey, hey. Nimekwambie nimekuja. Hey. Hey. Hey. Hey, hey, si. ha, hey, hey. Na habari pia wamkumbuka yule bwana wako yule yupi? yule sio, mbaba mwembamba yule majakunde majakunde yule mwenye uchembe eh, eh imekuwaje? jana sio, nikamfumania mkewe. Usinambi eh, watu wamepigana. Kaapigana na mwanaume mpaka akapushwa na gari, sio pikipiki. Usinambie, udugu wangu hmm. Sasa sijajua kama mwanaume watu kafa ama kapona, na huyo mwanamke imekuwaje? mwanamke mwana kachukua na mashoga zake kakimbia. Mm. Hilo mm. Udugu wangu kuja nikwambie. Hilo mm. Mvulana mimi kuna story nilizozisikia. Mm. Hizo story mm. story ndizo zisikia yule mvulana akajiunga na film maso. Ah, na anahisi ndio chanzo cha yeye kutotembea na mkewe mm. Na maneno yangu wala yendi bure. Mwana mwenye si ndio huyo. Ah, si ndio huyo huyo, no anakuambia. Hilo mm. Tuonyesha ni mzuri tu. Mm. Tena mzuri. Hey,

Karibu, mimi sikutoke na ukipata jingine pia nilete. Ah, basi sawa usijali.

nafsi yangu, tamaa ya tamaa ya pesa, tamaa ya dunia ndio imeniponza mimi, shehe wangu. Leo mke wangu sipo, mke wangu hayupo, nahangaika eh, napata tabu mimi, sijui nitapata wapi, na wameniahidi lazima na mimi wanipoteze. Takimbilia wapi? nitaenda wapi shehe Abdulrazak? vijana wengi wanapata matatizo makubwa kwa sababu tamaa, na hiyo yote kwa sababu watu wanamwacha Mwenyezi Mungu. Lakini mtu yote mwenye kumfuata Mwenyezi Mungu lazima jambo lake la la lote lina kusaba. Mtume amesema, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arata tafa al-amra, unapotaka kulifanya jambo lolote, fata kabla akibali, kwanza fikiria matokeo yake. Fa inkana khairan, fahamu ni kujema kwa hiyo kijana huyu kaapata matatizo kwa sababu akufikiria bila ya kutenda. Angefikiria vizuri, asingepata matatizo. Alafu huyu ni mtu mkubwa, mimi mm, ni mtu mkubwa eh. Lakini utajijua hivyo baada ya kuwa karibu na Allah, kuacha mabaya, kufanya mema, na kila vita utashinda. Sasa mke wangu mimi nitampata hata kama hujampata, lakini utampata mke alikutumbona mwenye bora hofu na Mungu. Na wale wamesema, mimi nitafuta popote utakaponifuta. Vita baada ya wewe kumtanguliza Allah, wacha mabaya, kutenda mema na kufanya ibada. Sasa na hizi pete, hizi pete wa wa wamenipa, sijui nzitupe hivi, hizi ni za kwako za kwangu? Wamekubandishia wewe kutoka kutumia kwa ajili ya maisha yao, sio kwa ajili ya kupata utajiri, ndio maana wewe ukapata matatizo. Sisi tulikuwa tunakuwa ni msikitini. Kwa hiyo sasa hivi, kama uko tayari kijana, kwa ajili au, ina maana nitashinda hivi nitashinda na hizi pete za kwangu hizi za kwangu mimi, niko tayari, niko tayari basi tu. Asaaawanza kabisa tumshukuru Allah Subhanawataala, Allah ambaye kwa mapenzi yake na sala zake tukufu ametuwezesha sisi tukakutana na wewe ndugu yetu katika hali ngumu, hali ya matatizo, na kisha kwa ukubwa wake Allah akatuwezesha kufika katika ba tukufu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya ndugu yetu atumi ukarejia kwake Allah Subhanawataala yote matatizo ambayo umeyapata eh, ni matatizo tu ambayo Allah ndio mmiliki wa matatizo yote. Na matatizo unayapata eh, ili Allah kurudishe katika yale eh, yale kuachana na yale maovu na kufanya yale kwa Mungu. Ukipata matatizo katika dunia, Allah anakupenda sana. Hmm? Kwa hiyo, ndugu yangu, katika eh, matatizo yote ambayo umeyapata mmiliki yao yote ni masikini, mitajiri, shidara, azote, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mmiliki wa maskini, utajiri, shida, raha zote, Allah ndio anayemiliki na hivyo vitu vyote ni, ni maendeleo tu katika mgongo wa ardhi, sio mafanikio. Mafanikio yanapatikana katika dini, au mafanikio yanapatikana katika amali ambazo utajifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa shehe wangu, a, kwanza nashukuru kukutana na mimi, maana nilikuwa sielewi mimi nenda wapi, sielewi nafanya nini, na sielewi matatizo yangu yatatua vipi, na roho yangu na nafsi yangu imeshaingia imani kubwa sana, kamkatisha yangu yanawezekana kutapoa kwa kupitia nguvu ya Allah subhanahu wa taala. Shiwangu, nashukuru sana kwa kunitia imani, maana yake kuwa sijui naelekea wapi, nilikuwa sijui naenda wapi na sijui nafanya nini. Niombeeni dua kwa mwenyezi Mungu, mwenyewzimungu anipe uwezo